Uh. Hey, uh. Ah, una kiberiti eh? Mshikaji anataka kiberiti. Ah, ah, kina kazi nyingi, labda ndakuchoma taka mshikaji ah, tu watoto wakipemba. a aja huyu mzee. Eh, mshikaji wangu mmoja hivi uko Kariakoo pale mtaa Swahili na Indira Ganda, anaozoza mirungi pale nani, vitu vyetu familia familia biashara zetu sijatoka, niko humo humo, kwa hiyo ni mshikaji sana. Kuna kipindi alikuwa pale Kariako pale DDC alikuwa anapigana pigana ngumi e. e, sana. Eh, pigana pigana sana, e. sana ngumi sedenari, mzee wangu eh, kanari mm nari kiberiti mechikibo E, Mechi, yes. Boxe, yeah, na, yeah, na. Hiyo luga wapi? Ah, maruga tu ya mtani mzee wangu, unajua tena maruga si zinakuwa hey. Teknolojia yeah, inakuwa na yeah, lugha zinakuwa sema mwanangu sana ila sasa hivi anaendesha malori ya mafuta yeah, anazunguka mikoani eh, anazunguka sana, alikuwa Kapiri Mposhi huko Zambia yeah. Kenda kenda Malawi karudi kaingia Rusumo. Eh, Madagaska. Tunataka tuchometaka tu, bibi anajua ndiyo hivyo ni nikasikia sikia mambo ya gospel gospel. Bonge la idea mzee wangu, yaani hapo umetisha kinyama komalia hapo hapo, unaona watoto wanaharibika sana mtaa

Mazuri eh? kuna mkubwa na mdogo. Acha mimi nawajua. Yupi unamjua? Namjua na wee, namjua na rungope na mm. Namjua na yule pale. Sasa huyu mtoto wao ka Mombasa, kaendesha kaendeshaendesha malori, yani unajua anauza uza mirungi, ni kama kawashinda. Yani unajua kuna wale watoto wa kiume wamekata kamba wale, ndio huyo Yani, mshikaji, sema sasa kwao, unajua, kwenye maisha kuna hivi, ukiona mtu anatengwa kwao, na usimtenge, atapotea. Okay, bwana, acha kuongea sana bwana. Mazurui hana mtoto wa kiume, wewe unamjua yupi? Sasa mimi nawajua wote kwa ah, haya sasa basi, wewe ndio Mazurui, mzee wangu Mato, unang'ang'ania ukoo wa watu kama umeubeba hivi bwana. Mimi namjua Mazurui ndio ndio. Nimekuambia kuna Mazurui mkubwa na mdogo, sio? Unajua wote. Unamjua mkubwa we, na mdogo? Hebu eh, njoo. Naam mzee. Njoo. Sawa. Ah. Wewe Mazurui yupi? Simekwambia mkubwa. Ngoja kajibu kenyewe. Mi si ndio nimekuja naye Amsho, sure wangu ndo mkubwa, yani kwenye familia. Eh? Yeye ndo mkubwa. Unajua? Ngoja ah, unanizungusha wewe ndio Naam. Unanizungusha, mi nataka kwenda masijidi, unasikia kasana. Nasikia sana, afu unaenda una, una kuswali bado unatuongelesha sisi. Huyu Mazuruhi? Mazuruhi yupi? Kabla sijaenda msikitini, kwani? Ngoja we bila Mazuruhi uishi? Nishakwambia ukoa akina Mazurui. Wewe Mazurui yupi? kama yani nakuwa kama hewa sasa, bila Mazuruhi uishi? Basi sikiza we, ndo Mazuruhi shikamunaganania tu, ukoa watu huyu Jamali, ule mtoto wao ambao ulimtupa kule Mombasa. Mtata mtata, mtata. Anachoma choma watu choma visu nini? Watoto wa Mazurui, na wajua, bwana, We mazulu yupi. Mimi dingi yangu ndo mkubwa. Yaani sisi si jamali. Unasikia baba ya jamali. Hebu nione. Eh, mimi watoto wa mazulu nawajua. Ah, sasa umezaa na mzee wangu mzee pole unaenda mbali. Umesema katoka Mombasa? Eh, huyu ndo yule jamali mtata mtata, anaendesha mapikipiki na nyanyua ile mafuta. Unamwambia na mafuta adili sasa hivi. Mtata roo. Magari sasa hivi yote ni automatic, mzee wangu. Mimi siendeshi manyo. <laughs> Kwani huyu lori hata kama yeah, anaendesha alikuwa kubwa kwani analibeba. Mpoke, huyu bwana usiingie naye ndani tu. Eh, isiwe story. Ni mambo gani haya? Eh? Bwana nikusanyia mzee wako hapa na magari yake. Nimefuata sheria zote kodi eh, nalipa kwa wakati. Sawa. Natoa hela ufagio. Sawa. Natoa hela mlinzi. Sawa. Nimekuja na mshikaji wangu tupange deal mimi mwenyewe nataka nianze kusafiri.